Na mtazamaji kwingineko, ni kwamba maafisa wa polisi katika eneo la Kesses kaunti ya Uasin Gishu wanachunguza hali ya kutatanisha ambapo mwanamume mmoja alipatikana akiendesha kituo cha polisi kinyume cha sheria katika eneo hilo. Mtazamaji, mshukiwa huyo ambaye tangu wakati huo ametambuliwa kama Collins Leitich almaarufu Chepkulei, mkazi wa kijiji cha Asis, alianzisha kituo hicho kwa kupaka rangi jengo la kituo cha Chesos za polisi ili kufanana na kituo rasmi cha doria katika eneo la Chaborbor kaunti ndogo ya Kesses, katika kaunti ya Uasin Gishu. Mshukiwa Collins Leitich, anayejulikana kama Chepkulei, labda alizingatia kikamilifu usemi kuwa usalama unaanza na wewe, baada ya kuanzisha kituo cha polisi cha kushika doria katika eneo lake bila ithini maalum. Chepkulei anadaiwa kujitweka jukumu la kuanzisha kituo cha polisi cha doria katika jengo hili na kulipaka rangi rasmi za polisi na hivyo kujenga taswira kamili ya kituo halali cha polisi. Tuletewe polisi hapa hii nyumba, wakuje tu kwa muda tunapotafuta mahali pa kujengewa polisi, wakuje kwanza watusaidia hapa wakuja wafanye kazi kwa hiyo ofisi ambayo imetengenezwa ime, ime. Ufichuzi huo wa kituo cha polisi kinachodaiwa kumilikiwa na mtu binafsi umeibua maoni tofauti kutoka kwa wakazi. Sioni makosa kama itakombolewa hii nyumba. Hata sisi, wa, tulikuwa tumechukua maoni ngine, sisi kwa watu ya biashara tunasema hata hii maaskari yakikuja hapa tunaweza janga janga pesa, tunalipia hao kila mwezi, hii ofisi wa yeah? Sasa sababu tunalipanga wajuma pesa mingi Maafisa wa utawala wanajaribu kubaini muda ambapo kituo hicho bandia cha polisi kimekuwa kikihudumu na iwapo wakazi walikamatwa au kuhudumiwa katika kituo hicho. The community approached the local OCS, the local, the local OCPP at uh, Kamuyo Police Post in whose jurisdiction hiyo area iko wakitaka kuwa na that patrol base. But uh, before you could exact escalate to the OCPD, to the county commander, then he ended to the regional commander mpaka police headquarters. Na nafikiri wananchi kwa ile amu ya kutaka usalama haraka araka, waka paint one of the buildings within the police uh, uh, Chesos Trading Center iwe kama uh, a police Uh, haya yanajiri huku maswali yakiibuka miongoni mwa wakazi kuhusu pengo la ukosefu wa usalama katika eneo hilo kufuatia kuanzishwa kwa kituo cha polisi kinachomilikiwa na mtu binafsi bila kufahamu au kupata kibali cha huduma ya taifa ya polisi. Hatuna police station hapa around, mtu akikosewa, akikosewa ama aipiwe vitu yake zaizi hapa, ni mahali ataripoti, ni kamoyo 2 kilomita away from here.